Okay. Ah, tunashukuru tena kuja siku ya leo, uh, kwenye chano yetu ya The Shadow ila siku ya leo niko na Didier, the wisdom guy, na behind the camera niko na Mr. Nice. So, before tuende kupango yetu ya leo wala program yetu ya leo, nataka niuze Didier question zangu kwanza ndio za haraka haraka. Kwa nini unapenda kuvala chapeau sana Didier? Ah, mbona mnyonyo zivalaka? Mimi yangu naivala, ni naweza nikatoa ya kwangu. Ah, kama mimi naweza nikatoa. Tutakwenda tuone. Usitoe shapo kwa sasa, ila mtatoa tukimaliza haya. Basi napata sisi vijana tukishika hapa kuchangia changia maoni yetu moja wala mbili, ila leo tunataka tuone uh, ndoa za zamani na za leo. Watu walikuwa wanaoa wa namna gani? So utaenda kutufasilia kwamba tofauti gani ya ndoa ya zamani na ndoa ya leo. Mr DJ, karibu sana. Asante. <coughs> ndoa za zamani mm -hmm. the way zilikuwa na watu walikuwa na wawana na kuolewa mm -hmm. ni tofauti na leo kabisa. Ndiyo. Mm -hmm. zamani kulikuwa ina tatu ya kuwa ndani ama njia tatu Ndiyo. Mm -hmm. kulikuwa kunyangula mwanamke amenielewa? mm -hmm. mm -hmm kulikuwa familia na hii familia zinafahamiana. mm -hmm. na, na ya tatu ilikuwa wewe mwenyewe unajitafutia mwanamke ama kanisa inakusaidia kutafuta mwanamke, ndiyo yeah. asante sana anasema ya kwanza ilikuwa <clears throat> kunyangula kunyangula kunya, so kunyangula, kunyangula walikuwa wananyangula, kulikuwa namna gani mwanamke mwana <clears throat> kama type ya kuoa yani, ni mtoto wa kike mwenye iko mtaani, mm -hmm. mw kwenye familia yake Ndiyo. Anapendwa, anaheshimika, umeelewa? mm -hmm. mm -hmm. Ila anaweza kuiko na mchumba sehemu fulani k umeelewa? mm -hmm. mm -hmm. Ana, anapendwa sawa. Ile <coughs> inatokea sasa, kumbe kuna mtu anamgiziaka mtaani sawa, na ule mtu anampangiliaka one day ni lazima yeye akuwe mke wake. Ila huku pia anatongozwa na mtu. Eh, hey. Na sasa ikifikia tu anatongozwa na huyu jamaa mwenye anampanga kumnyanyua mm -hmm. Anakutana kama tayari ana mume ila mume mwenyewe hajamooa. Yeye kufanya vitu fast. Umenielewa? Inabidi amtege kwenye kanjia fulani na marafiki wawili ama watatu uh -huh. ah, wanamchukua na kumpeleka nyumbani halafu wakishamchukua kupeleka nyumbani, kesho asubuhi kesho asubuhi unasikia ndio, ni lazima atoe ripoti kwa wazazi wake, alafu wazazi wake waende kwenye kwa wazazi wa ule msichana, ili waripoti kuambia kama kijana wao kamchukua mtoto wao. so, <coughs> tukaita kama introduction wala inaitwa introduction. Yani wale wazazi wanaenda wanajistaki kama mm -hmm. wao na mtoto wao Alafu kule kwenye hiyo familia ya msichana wanapewa masharti ndio, umenielewa? Ndio, wakishapewa masharti alafu wazazi wanarudi nyumbani wanajipanga, ndio within kwa mwezi mmoja ama miezi miwili lazima wanarudi wanatoa mahali yote na wanamaliza. Ndio ilikuwa moja. Haya, ulisema ya pili ilikuwa familia kwa familia <clears throat> kujuana, wala urafiki wa familia kwa familia ya sasa, ilikuwa namna, ilikuwa inakuwa namna gani? Ile ndiyo ilikuwa nafahamika na ilikuwa inaheshimika zaidi sana. Hata leo kuna mafamilia mpaka leo mm-hmm. zinatumia mfumo Ndia, ila ya zamani kabisa mm. ilikuwa ni asilimia themanini na tano. Kama kwenye familia hii kutatoka mume ataenda kuoa kwenye familia hii kutatoka mke, kati pale, kama mimi kwa mfano, mimi nao tuna urafiki wetu hapa, umenelewa, tendelee Alafu hey, na tunataka to keep i relationship kabisa, yani is... friendship relationship friendship eh hey. Sawa, ndio hiyo hiyo haya <laughs> <laughs> tendelee, aha, uh-huh. Tunaki keep f... kusema to keep friendship, tusiache katikati yetu, tunahusisha mna watoto wetu kwa ndio mimi mm-hmm. na mtoto wa kiume na ni kijana na umri mm -hmm. wa wa kuoa naona, mtoto wa kike ameshafikia umri umri wa kuolewa, wako mm -hmm. e, kwenye mazungumzo yetu niweze niweze kuanza kitu, watoto mnapangilia watoto wakikuwa wadogo sana, ndio utasema huyu inabidi mm. aolewe kwa mtoto wa fulani, wala mlikuwa mnawasubiri kwanza waanze kwanza wa, kuwa muda wa kuoa kiume mtoto wangu wa kike, wakikuwa, wakikuwa, wakikuwa, wakikuwa, wakikuwa. Minakua, inategemea kuna zile ambazo tunaziita ni mahadi fulani mm hivi -hmm. Umenielewa? Kwenye ujana wetu tunasema bro, ku keep friendship yetu tuhakikisha hata mtoto wangu wa kiume amuo huyo mtoto wako. Umenielewa? Na utaniambia kabisa, nakuambia mi nitamchunga vizuri mm -hmm. Alafu mi nairudi kwangu nyumbani, lazima namsisitiza kijana wangu kwenye familia ya James tu kidogo unatakiwa kuwa mwanamke. Okay. Utaki kuenda pembeni. Aya. Question okay, ya tatu sasa. Mm. Ulisema nyingine ilikuwa uh, type ya marriage nyingine ilikuwa kuseme church na kuconnect na msichana fulani wala msichana na mkonekti na kijana. Ndio. Ha. Hata na mpaka leo hiyo ya church bado ipo. Nga nafanya kazi? Ndiyo, kanisa kabisa, asilimia kubwa. Mtu kama mimi hivi na kwa niko pari ka... kanisa na kujia pasta na kujia na naniambia, mimi <coughs> nakupa demu uyo. Apana, hey. Siyo iyo. Uo hey. Nezo kamona demu. Aha. Alafu kuna demu huko anaombewa, umenielewa, anaomba ana, yeye akuna hitaji ya mume e. Na mtu anafahamu mtu anajua hiyo siri ni pasta peke yake, umenielewa. Alafu kuna kijana pia ameshafikia umri wa kuoa uh -huh, ila hajui ataelekea wapi kabisa, yani anaangalia kila mtu bado inabidi e, naende kwa nani? Kwa pasta uh -huh. Umenielewa, kwa huku kwa pasta, pasta ndio anafanya sasa. Huyu anahitaji akuolewa kuolewa na huyu anahitaji ya kuoa ya kuoa umenielewa. ah, ah, si, si kazi <laughs> rahisi eh. Tawambia mimi Mungu amenionyesha kwanza kwa kijana ndiye anapewa message eh. Ah, mimi nimemwona msichana, kama anajua kabisa kijana na masikio magumu atamwambia mimi, kwa kuomba kwangu nimeona mwanamke fulani uh -huh. anakustahili, nikwambia. uh -huh. Msichana anaomba uh -huh apate mume bora umenielewa? mm. mm -hmm. Na mtu anayejua hiyo hitaji ni pasta. hey. Kijana huku pia amesha kuwa iye huwa anamwambia pasta anatafuta mwanamke ambaye ataishi naye kama mke na, mu, na, na mume mm. Ameshafikia umri kwa pasta, na siri za watu hawa wawili tofauti na wote wanaingia kwenye kanisa lake mwisha mm -hmm. Nielewa, sijui kama wanipata hapo sasa. Naendelea kidogo kidogo sasa huyo kijana hajui kama huyu msichana anatafuta mume. Na huyu huyu msichana hawajui kama kijana pia anatafuta nini. Anataka kujichanganya. Na anatafuta mke. Anasema ya kwamba mm. msichana anaweza kuenda kwa, kwa pasta na mwambia pasta mimi kweli. Msichana mm. anahitaji mume. Ndio. Hapo pasta atakeep mm. kama secret. Exactly. Na kijana akikutokea kukitokea kule kijana fulani anasema pasta, nataji pa, pasta nata fani, na mimi nataji mwanamke. Ndio. Atenda pasta na ata kuja anafanya nini na kuja nasema mimi nimeona. Yaani sasa so hapo mm. Sindio, nimekuambia pasta anabaki mm -hmm. na, na siri za watu wawili mm -hmm. tofauti, ila wote wanaingia kwenye kanisa hii mmoja, na wote wanaleta hitaji zao kwa nani? Kwa, kwa pasta huyu, pasta ni mmo sasa, anabaki sasa na maamuzi eh. Umenielewa ya kijana mm. unataka koa, ila kuna msichana ambao uwa namuona ni mtaratibu, afu ni mzuri eh. mfanya kazi eh. mchapa kazi ni mpole Anamcha, yani anampamba mchamungu, anaitulia mm -hmm. Mtulivu kabisa yani mm -hmm. Umenielewa, pasta kishamaliza kuongea na kijana mm -hmm. Umenielewa, amemaliza mpatia information za huyo mtoto mwanamke baadaye, pasta atamwitisha mtoto mwanamke pia mm -hmm. Ule, ule, ule fie mm. Anamwongelea sasa kuhusu kijana mchapa kazi anaombea kanisani ni mm -hmm. Mtoto wa kiroho hey. Anamfahamu vizuri, umenielewa? Ndio, so, inabaki sasa, connection inabaki sasa kuwakutanisha wawili mm -hmm. na connection inaanzia hapa na since imetokea kwa mchungaji mm -hmm. favorize tu. Na kijana, pia na nakuna vijana sasa wale ambao uh, hawaendi chachi, umenielewa? mwenyewe um, anapita mtaani na haso anajitongozia mwanamke mpaka wanapatana vizuri, anafikia mwafaka bora. Mm -hmm. Anaoa kwa mfano uh. Mimi siende kanisani uh. Ila na, nataka msichana ambaye anaenda kanisani uh -huh. Mm. Si nikienda kwa pasta naye atanifanyia connection ya hivi, wala impact, inabidi niko natoka kanisani, itategemea eh pasta kwanza ta benefit, kuangalia kwanza, ndio itafungiwa kanisani kwake. Mm -hmm. Mbili, itabidi ubatizwe upa, mm -hmm. Tatu, unaongezekana kwenye na, kwenye namba ya waaminifu Mm -hmm. Kwa kuko possibility ya 60% ndio na kuku okay. uh -huh. ya kushindwa zaidi ya 40%. Haya basi, asante sana. Tunaacha kwanza hapa, ila atarudi na part 2 ya hii conversation. Asante sana.